Kwa vizuri hiyo mm. Yaani, tuliona mm, kuna taa nyingi sana tukajiuliza, zitakuwa za nini? Baadaye ikifika muda fulani, tazima taa wanajaribu taa kuzima na kuwasha mm.

ubaya uguela pale Simba, ngutu mmoja inapita. Hey, katikati pale lewa huku hey, fotage zinaruka huku, drone inashuti hey, hey. zaidi ya nne pale rafiki yangu zina shuti tukio moja, watu watu watu wamejipanga pale sana sana, ile yani, sana. moment nashukuru sana nimeshuhudia kwa macho yangu, sio kusimulia.